Silent Ocean Air Cargo kutoka Marekani na Uturuki. Sasa mizigo yako inakufikia kwa uharaka, usalama na unafuu. Siku zote tunajali muda wako. Wasiliana nasi kwa namba 0746 813 813. Jaribio la mapinduzi la tiba la kutokomeza UKIMWI lililofanywa Durban, Afrika Kusini, limeonyesha matokeo ya matumaini katika kudhibiti virusi bila matibabu ya antitroviral ART. Jaribio hilo linaonyesha kwamba asilimia 20 washiriki wamesimamisha matumizi ya ART na wanadhibiti virusi baada ya mwaka na nusu. Matokeo ya utafiti yalitolewa katika mkutano wa mwaka 2025 wa Retroviruses na maambukizi ya kujitokeza, CROI, uliofanyika San Francisco, Marekani mwezi Machi. Utafiti huu ulijaribu mbinu ya ahadi ya matibabu ya UKIMWI iitwayo tiba ya mchanganyiko wa kinga. Lengo lilikuwa kuondoa au kupunguza alama zilizofichika za HIV mwilini ili mfumo wa kinga uweze kudhibiti virusi bila hitaji la dawa za kudumu. Katika utafiti huu, jaribio la kwanza la tiba la kutokomeza HIV barani Afrika, watafiti walitibu washiriki kwa antiretrovirus mara tu walipopata HIV walidhibiti virusi kwa kutumia ART. Walitumia viongezeo vya nguvu vya kinga ambavyo husaidia mfumo wa kinga kupigana na virusi kwa ufanisi zaidi. Kwa usimamizi wa karibu wa matibabu, washiriki walizuia matumizi ya ART ili kuona kama mili yao ingeweza kudhibiti virusi peke yao. Wanawake 20 walijiandikisha katika jaribio hilo, hatua muhimu, kwa sababu wanawake ni kundi linalokumbwa zaidi na HIV, lakini mara nyingi huwa hawajawakilishwa vya kutosha katika tafiti zinazohusiana na tiba. Matokeo ya jaribio yanaonyesha kuwa asilimia 30 ya washiriki sita, kati ya 20, waliweza kubaki bila matibabu ya HIV kwa karibu mwaka, na asilimia 20, washiriki wanne, walibaki bila matibabu hadi jaribio lilipomalizika baada ya wiki 55. Hata baada ya jaribio hawa watu wanne ambao bado wanafuatiliwa kwa karibu, wanaendelea bila dawa kwa asilimia moja nukta tano kwa miaka. Ingawa mbinu hii ya matibabu hufanya kazi kwa washiriki wengi, bado ni maendeleo muhimu katika utafiti wa kutokomeza HIV. Kujifunza jinsi asilimia ishirini walivyoweza kudhibiti virusi peke yao kutawasaidia wanasayansi kutengeneza mikakati bora ya kutokomeza HIV na pia kutafuta njia za kuboresha matibabu ya baadaye, Alisema Profesa Thumbi Ndung'u, mkurugenzi wa sayansi ya kimsingi na tafsiri katika taasisi ya utafiti wa afya ya Afrika AHRI, na profesa na mwenyekiti wa Victor Daitz katika chuo kikuu cha Kwazulu Natal. Jaribio hili pia ni la muhimu kwa sababu linathibitisha kwamba utafiti wa HIV unaohitaji wataalam unaweza kufanyika kwa mafanikio katika maeneo yenye rasilimali chache ambapo hitaji ni kubwa na linaangazia umuhimu wa kujumuisha watu wa Afrika katika maendeleo ya sayansi ya kimataifa. Aliongeza